Ujambo mwanafunzi, katika kipindi cha leo tutasikiliza habari kuhusu usalama barabarani. Sikiliza kwa makini ili utambue ujumbe uliomo. Sheria za barabarani. Bila shaka, kila anayetumia barabara anafaa kuwa makini na mwangalifu sana. Ni wajibu wetu sote kujali maisha yetu na maisha ya wenzetu. Ili jambo hili liwezekane, tunafaa kuzingatia sheria zote za barabarani. Baadhi ya sheria hizo ni zifuatazo: ni lazima kila dereva awe na leseni halali ya kuendesha gari husika. Umri wa dereva pia huzingatiwa. Madereva wa pikipiki ni lazima wawe wamehitimu umri wa miaka kumi na minane. Magari ya kibiashara na mabasi huhitaji dereva kuwa na uzoefu fulani na mafunzo maalum. Madereva wanatakiwa kufuata ishara na alama za barabarani kama vile kusimama au kuashiria mwelekeo fulani. Wanaotembea kwa miguu hupatiwa kipaumbele palipo na alama za kuvuka barabara. Ni sheria kwa madereva wazingatie viwango vya kasi inayostahili popote waendapo. Kila abiria anatakiwa kufunga mkanda ya usalama. Ukikamatwa bila mkanda, unaweza kutozwa faini. Ulevi hauruhusiwi kabisa katika kuendesha gari au pikipiki. Kipimo cha pombe hutumika kubaini kiwango cha ulevi mwilini. Ukiukaji wa sheria za barabarani husababisha adhabu kama faini kushtakiwa mahakamani au kubatilishwa kwa leseni. Ni muhimu kuzingatia sheria hizo ili kupunguza ajali barabarani na kulinda maisha yetu. Asante kwa kusikiliza. Mwalimu wako wa darasa atakuelekeza zaidi.